Chunya wilaya, wilaya ya Chunya jimbo la Lupa, jioni. Wananchi wa wananchi wanataka nchi yao. Wananchi hawamtaki Samia, hawamtaki Samia. Samia must go, musipike matokeo Samia. Wananchi hawakutaki, achia nchi Samia must go. Samia must go. Hii ni wilaya ya Chunya. Jimbo la Lupa. Wananchi hawamtaki Samia. Na wanataka wale wote waliotekwa waachiliwe huru. Waliotekwa wote waachiliwe huru. Hii ndiyo Chunya, hii ndiyo Mbeya. Mbeya, kimenuka. Wenye nchi yao wanaitaka Samia, achia inchi. Samia achia. Hii ni stendi, hii ni stendi, wilaya ya Chunya stendi. Hawa ni raia, hawa ni Watanzania, hawa ni wenye nchi. Wenye nchi yao ndio hawa, hawa ndio wenye nchi yao. Usipambane na wananchi yao, Samia achia nchi. Na wanasema wakitoka hapa Wanaanza na hao wanaomtetea Samia, wanaomtetea Samia wote wanaanza kufutafutwa sasa hivi. Hey, tunaanza usiku wa wote, mnaomtetea Samia, tunaanza na nyinyi wote. Wanaomtetea Samia tunaanza nao. Wote wanaomtetea Samia tunaanza nao. Samia must go! Samia must go! Samia must go! Samia lazima uondoke! Samia tukutaki! Samia ondoka! Samia must go! tunataka nchi yetu, tunataka nchi yetu, tunataka nchi yetu, tunataka tunateka nchi yetu tuna